Asante sana wanahabari na, nafikiri maandalizi yetu yanaenda vizuri. Baada ya kutoka katika mashindano ya kimataifa, tuliweza kufika juzi na tulipitiliza moja kwa moja kambini, na jana tulifanya kidogo recovering, kwa sababu ya uchovu wa safari kwa ajili ya mechi ya kesho. Kwa hiyo maandalizi yetu yanakwenda vizuri, tunaichukulia mechi hii kwa muhimu mkubwa sana, kwa sababu nafikiri kwamba hakuna, hakuna timu rahisi katika, katika ligi ya Tanzania. Sasa hivi ukiangalia ligi inavyokwenda, kila timu imekuwa ni ngumu sana, na kila timu imekuwa ikipambana kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunayochukuliwa kwa muhimu mkubwa sana katika mchezo wa kesho, pamoja na ugumu atakao kuja nao Mbeya City, tuhakikisha tunapata alama tatu muhimu katika mchezo wetu wa kesho hapo JKT Tanzania. Nimesema kwamba ligi imekuwa ni ngumu, na sasa hivi huwezi kusema kama kuna timu yote ambayo iko kwa rahisi, kwa hiyo si tunaichukulia kwa umuhimu mkubwa sana mechi ya kesho, na tunamchukulia kama Mbia City ni mpinzani wetu mkubwa sana katika mchezo wa kesho, ni timu ambayo ni... na imani itakuja kutupa upinzani, kwa sababu hawatotaka kuja kucheza na kufungwa kiraisi sana. Kwa hiyo mimi na imani kabisa itakuwa ni mechi ngumu. Si tunaichukulia kwa umakini sana mechi hiyo, kwa hiyo kwao tunaipa umuhimu na tumejiandaa vizuri kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu. Ya, nafikiri kitu kizuri ni kwamba wachezaji wote wako kambini na leo tuna session ya mwisho kabisa ya mazoezi, kwa hiyo baada ya session ya leo tutajua ni nani anaweza kuanza naye katika mchezo wa kesho. Mimi mwenyewe nakwambia na naenda kushinda mechi ya kesho, hamna mtu kuja kucheza mechi akasema anaenda kushinda. Kwa hiyo wao hawatokuja kusema kwamba anakuja kupoteza mechi, lazima waje kucheza, kucheza kushindana. Kwa hiyo sisi tutakavyokuja na ugumu wao, na sisi tunahakikisha tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Hapana, kwenye, kwenye, kwenye mchezo huwezi kusema mpaka ufungwe, ndo ndo ubadilike. Ile ilitokea na ilikuwa ni mechi ya JKT tukaweza kutambuliwa, lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko, timu ikapata matokeo. Kwa hiyo kwa kesho, kama mwalimu hapa aliposema, kesho ni mchezo mwingine na Mbeya City ni timu nyingine tofauti na JKT, kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na, na, na, na za JKT.